Wadau wadau, mambo imechemka, mambo imechemka kabisa. Kujeni hapa, kujeni hapa niwaambie ile udaku ambayo iko hapa. Nawaambia mimi nawaletea ile kitu ambayo inafanyika already yenye iko sasa. Kuna hii story ya huyu msichana ambaye anaitwa Eunice. Huyu msichana mwenye mnaona picha yake hapa anaitwa Eunice, na huyu msichana alitoka akaenda kule kunaitwa Saudi Arabia kufanya kazi. Eunice, wakati alienda kufanya kazi pale Saudi Arabia, amefanya kazi for the last two years, na sasa ilikuwa akuja Kenya ili akuja relax kwa ile muda ambayo amekuwa akifanya kazi wapi, pale Saudi Arabia. Ile kitu yenye iko, wakati Eunice alishuka pale airport, maana alishuka mchana. Wakati alishuka pale, ndio sasa aanze safari ya kujua wenye atafika pale nyumbani. Unajua kuna ile sasa mtu anapachukua chukuli wangu anaenda anabadilisha manguo, sasa mambo yake anabadilisha vizuri, ndio sasa anachukua nafasi hiyo, nafasi anafanya nini? Anatoka anaenda nyumbani. Eunice wakati alienda e, kushuka pale airport alipatana na gari moja ambalo ni taksi. Hiyo taksi ndio ilikuwa inafaa nimpeleke aende abadilishe ndio arudi sasa achukue basi ya kwenda wapi ya kumpeleka mpaka coast kwao nyumbani, lakini mambo ilibadilika. Eunice alipatana na hao watu, hao watu wenye alipatana nao, na kumbe walikuanga ni wakora, wakajifanya wale watu wa taxi. Unaona, nataka kuambia wadau, mambo imechemka. Eunice amepoteza kila kitu. Eunice amepoteza pesa zote zenye amefanyia miaka yote hii yote kule Saudi Arabia. Eunice amepoteza kila kitu, wadau, msichana wa wenyewe msichana wenyewe anaumia, amepoteza kila kitu. Ameweza kupatana na uh, nungari pale, ameweza kumzungumzia na amemwambia ile mambo yote ambayo ameweza kupitia pale. Evangelist amemwambia, ameambiwa kila kitu na msichana wenyewe. Sasa hivi hana kitu yoyote. Amefanya miaka mbili pale Saudi Arabia, amefika Kenya, amepatana na wale watu wa kora, wamemdanganya wamemwingiza box Vikila yani, amepoteza kila kitu msichana, just imagine, miaka mbili yote imeisha hivyo. Miaka mbili imeisha hivyo, akia watu hawataipata peace, hawataipata amani. Msichana wenyewe baada ya kusafa hii miaka yote, akijaribu kufanyia mwarabu kazi, ili akuja abadilishe maisha ya familia, ili abadilishe maisha yake, dakika ya mwisho ameibiwa kila kitu, kila kitu. Kwa wasichana wote wenye wanafanya kazi Saudi Arabia wenye wanafanya kazi nje ya nchi tafadhali kuweni makini, kuna wakora, kuna wakora wengi. Mtu asikuje kukwambia kwamba nifanyie hivi, nifanyie hivi, nifanyie hivi, uko kubali usikubali, hao ni wakora, ni wakora kabisa. Angalia vile msichana wenyewe ndio huyu, vile amepitia kale ka eh, ee, ee, kale kawembe kamemkata, kamemuumiza tu kabisa. Sasa taanzia wapi? Nisikilizeni, ndio hiyo stori hapa Wacha aongee msikiliza venye alifanyiwa, lakini ni uchungu kabisa, ni uchungu. Huyu msichana anapitia uchungu kabisa. Mungu ampatie tu nguvu, Mungu amwezeshe kustahimili hii mambo, kwa sababu ni uchungu tu kabisa. Subscribe guys, tukiendelea kwa more udaku, kwa more musene. Subscribe hapo na make sure umecomment na umelike hapo, hiyo video. Tukisonga mbele, ndio hiyo video hapo, watch, tukiendelea pale mbele. Hi guys, hi hi, karibuni karibuni, how are you? ni saseni, mkoaje? Hey, tangu jana mkoaje? <clears throat> jana Kirinyaga kulikuwa kuna waka moto. But I thank God we made it. Glory to Jesus. TikTokers karibuni sana

Andu imeanza mathogothagira connection, tugeka kusema dangaithinonaona connection. Mliona jana vile tulifanya live na shida. It has been very long time. Sijaheda life life kwa sababu ya kusuburiwa hmm? na hiyo ni sabotage. Niliambiwa vile huwa wana sabotage siunaona slow connection, slow connection huh? but sitawaichoka hata wasubue aje, sitawaichoka, but we'll be praying that one day one day they shall pay for it, they shall pay for it. Ukienda live slow connection, slow connection, slow connection. Anyway, sisi tutafanya tu kazi ya Mungu, tutaendelea na kufanya kazi ya Mungu. Ebu tageni marafiki wenu wote wa tim gaf, hapa niko na Eunice. So this evening uh, nilikuwa na, na haja kupa, ya kwenda kasarani police station nanikaenda mahali pare uje, wakuje niwabie stori eh?

tim tim gaf mkuje sana mkuje sana. Sasa haka kasichana nilikapata pare Kasarani police station, kwa sababu nimewambia nilikuwa mahali pare. Kwa sababu nilikuwa bia, unaona nilikuwa ntaniabia nugari, unaona umusichana umusichana ametoka na wea, mulige usitusubue wewe, kwa ajili ya Gikuyu uraji ratumia Kiswahili please. Sasa naongea Kiswahili na wee, nakuja hapa kuniletea stress. tondu mundu ungiaga na wira ta uyu igikinya 100 nomenya teru andu mabaga gucoka thutha ria megukite u nw tutangangana tu, hatutapatia shetani nafasi ya shindwa katika jina ra Yesu. So, mimi vile nilitoka mahali pale nika ni huyo mama akaniambia, na ugari. Unaona, msichana, msichanae, kila kitu hana kitu, na ni wa Taveta ni Voi ama Taveta? yeah. Voi na ni wa Voi. Ai, unajua mimi nilisimamisha shughuli zangu, nika nikawa concerned kuona msichana mdogo hivi, so nikamuuliza, akaanza uh, nika, nika, nika, nika kunipea stori Uh, ask, nika, mwe, kwenye alikuwa ameripoti, nikaingia, tukawasiliana na maskari, nikaona wanapush yo, mimi nikaona kama ni, ni, one of my girls, nikasema tukuje naye nyumbani, karikuwa kamechoka sana, kakaoga, sasa kame relax. Na nimemwambia ashukuru Mungu, Kenya kumeharibika sana kama aliachiliwa akiwa uhai, ashukuru Mungu so na kwa maana kwa sababu yeye ako hapa e, tuko tuko, hata TikTok tuko live kithurinikia nugari. Two years, two years in Saudi Arabia, ile kazi wi mtoto amefanya, then mtu, mtu timamu mwanaume timamu tu hivi anaibia mtoto kama huyu, he shall never know peace, they shall never know peace in Jesus name. Na tutaomba Eunice mkudia melaani mwenye kukuni Yunis, hebu salimia wafuasi wangu kwa majina. Naitwa Yunis, natoka Voi, na kama mlivyoambiwa, nilikuwa natoka Saudi Arabia nikafika airport leo saa saba mchana katika ukimaliza, katika, ukimaliza kuchukua bagi zako si watoka nje kama kawaida, nikapatana na wao watu wauba hapo nje So, nilipopatana nao wakaa <coughs> wanichukue wanipeleke hadi Igine. wanipeleke mahali nibadilishe ni change nguo then wanirudishe town nichukue basi za coast. Katika ile harakati ya kunichukua walikuwa na mwenzake mwingine hapo, walikuwa wawili, so wakanichukua tukakuja tukiongea tu vizuri wakuja mpaka Kasarani petrol station, wakasimama kuweka gari mafuta. Walipoweka gari mafuta, so huyo mmoja alikuwa alilalamika ni mgonjwa, akashuka hapo, hivyo kuna chemist karibu, akaingia ili aweze kupata dawa. So tukabaki na huyo mmoja ambaye alikuwa ni dereva, akaja akaweka gari mafuta akapark nimpate mahali at least kunywa chai kitambua huyu mwingine amalizia kutibiwa. Katika ile harakati ya kunywa chai mabegi tayari yalikuwa yako kwenye gari e, so nilikuwa na huyo dereva kwenye hapo kwenye hiyo hoteli, kawa na kunywa chai, yakaagiza kinywaji chake juice. Akaniambia kwamba simu yake imezima, anaomba nimpe simu yangu aik line aweze kumsaidia kumlipia yule mwenzake bili za hospitali. Mi nikamtolea nika nikampa simu akaika line akafanya kumpigia yule, akimuuliza umemaliziwa matibabu, yule mwenzake akamwambia bado sijamaliziwa. Akamwambia basi ukimaliziwa, ntakuelekeza penye penye tuko, ufanye nini ufike tukaendelea tu kunywa hiyo chai nyingine, kwani nimeagiza na hiyo juisi yake. Venye tulipokuwa tunaendelea, akaniambia hey, nasi umekuwa sana hiyo safari, siuko njaa? at least kula, kula sima. Kitambo bado yule hajamalizi hajamaliziwa. Sasa katika akawa ashalipa kila kitu, kafanya nini? Akampigia yule mwenzake tena, ni vipi, kwani ujamaliziwa mpaka sahii? Akamwambia akamwambia